Anawesi wasifiwe sana. Mpenzi mtazamaji wangu, upende kukaribisha katika chaneli yetu, na kama bado hujasubscribe basi usisahau kusubscribe mm -hmm. Siku ya leo anakuletea somo linalosema faida za kuomba asubuhi unapoamka. E, kuna faida nyingi sana unapoamka asubuhi na kuanza siku yako na Bwana e, au kuanza siku yako kwa maombi Mm-hmm. Najua wengi wetu tukiamka kitu cha kwanza tunakimbilia kwanza simu, tuangalie e, nani alimtafuta au kwenye mitandao ya wa kijamii wameposti nini au kuna nini kinaendelea. A, asilimia kubwa ya watu ndo tuko hivyo, lakini kumbe tunatakiwa tunapoamka, kabla hatujafanya chochote, basi tuweze kuomba eh? Ha, sasa zipo faida nyingi sana za kuomba asubuhi unapoamka. Eh, kaa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili uweze kuona faida hizo. Ah, faida moja hapo, ah, kwamba unakuwa unamkabidhi Mungu siku yako unapokuwa unaomba asubuhi, ya ni kumwambia Mungu aongoze njia zako, lakini pia maamuzi yako na shughuli zako zote za siku eh, kwa sababu unapoamka Ha, unatakiwa umkabidhi Mungu siku yako yote, mizunguko yako yote yote. Usipo usipomkabidhi Mungu siku, za, siku yako, lakini pia mizunguko yako na shughuli zako zote ha, inakuwa haiendi sawa. Tusome ile andiko Mithali 16 na ule mstari wa tatu. Neno la Bwana linasema mkabidhi Bwana kazi zako na mawazo yako yatathibitika. Kwa hiyo kumbe, tunatakiwa tumkabidhi Mungu hey, kila tunachokifanya. Kwa hiyo tunapoamka asubuhi basi tuweze kuomba ili tuweze kumkabidhisha Mungu njia zetu za hiyo siku, lakini pia mawazo yetu na shughuli zetu zote ziweze kuongozwa na Mungu. Kwa hiyo hiyo uh, ndio faida mojawapo kwamba tunamkabidhi Mungu siku yetu. Unapomkabidhi Mungu siku, basi unakuwa ni mtu wa amani, kwa sababu una uhakika na kile unachokifanya kwamba unakuwa una ulinzi e, na kila unachokifanya basi kinakuwa kipo katika mikono ya Mungu a. Lakini pia jambo la pili, unapokuwa unaomba asubuhi, faida nyingine ni kupokea nguvu na ulinzi wa Mungu. Asubuhi ni wakati wa kuomba nguvu mpya, lakini pia ulinzi dhidi ya majaribu na hatari zote za siku. Unamwomba Mungu akulinde eh, katika mizunguko yako yote unakoingia na kutoka. Kuna watu wanaenda lakini hawawezi kurudi, e, wanakutana na changamoto wanakutana na mabalaa lakini wanamwomba Mungu aweze kukupa ulinzi kokote uingia hapo na kutoka. Lakini pia e, ulinzi wa kimwili, ulinzi wa kiroho mm -hmm. Tusome andiko letu hapa kidogo katika a, Zaburi mia moja ishirini na moja na ule mstari wa saba. Neno la Bwana linasema Bwana atakuhifadhi na mabaya yote, atayahifadhi ata maisha yako. Bwana atakuhifadhi na mabaya yote, atahifadhi ya maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuomba, kwa sababu unakuwa unapata ulinzi wa Kimungu mm -hmm. lakini pia hoja ya tatu, kuanza siku na amani. Unapoamka na kuanza siku yako kwa maombi e, basi ni kwamba unakaribisha amani katika ile siku ha. Maombi umjaza mtu utulivu wa moyo kabla ya kukutana na changamoto za siku. Kumbuka kwamba e, kokote tunakoenda tunakoingia kuna changamoto tofauti tofauti. Kwa hiyo unapokuwa unaomba asubuhi tu unapoamka e, basi unakuwa unaanza siku yako ukiwa una amani, tukisoma katika kile kitabu cha Yohana kumi na nne ishirini na saba tunaona neno la Bwana linasema amani na wacheni wala msifadhaike mioyoni mwenu. Kwamba kumbe tukiomba ha, tunaweza kupata amani. Neno la Mungu yenyewe linasema kwamba e, tunaomba ili tuwe na amani, tusifadhaike. Tuombe ili tuweze kuwa na amani. Kwa hiyo tu, tuombe asubuhi tunapoamka, ili tuweze kuanza siku yetu tukiwa watu wa amani. Lakini pia jambo lingine ni kumshukuru Mungu kwa pumzi, lakini pia na nafasi ya kuiona siku mpya. Mhm, ah, unajua kuna watu wanalala lakini hawawezi kuamka. Mhm, mwingine anafia usingizini, mwingine anakutana na majanga ya usiku, labda nyumba imewaka moto eh, na, na changamoto tofauti tofauti, lakini wewe umepata neema ya kuiona siku nyingine. Kwa hiyo ni lazima kumshukuru Mungu kwa pumzi aliyokupa, lakini pia nafasi ya kuiona siku nyingine. Kuamka ni neema. Maombi asubuhi ni shukrani eh, kwa zawadi ya uhai mbele za Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Mungu, tumshukuru kwa zawadi hii ya uhai. Kuna eh, watu walikuwa na mipango tofauti tofauti, lakini hawakuweza kuamka. Eh, tukisoma letu kutoka katika kile kitabu cha Maombolezo ile sura ya tatu uh, mstari wa ishirini na mbili hadi wa ishirini na tatu Itasoma kwa kifupi, neno linasema ni kwa sababu ya fadhili za Bwana hatuangamii, huruma zake ni mpya kila asubuhi, kwa mm -hmm. so, kila asubuhi tunaona huruma za Mungu katika maisha yetu mm -hmm. lakini jambo lingine weka moyo karibu na Mungu. Eh, unapomba asubuhi kuna kusaidia kutembea na Mungu siku nzima, kwamba unakuwa unaweka moyo wako karibu na Mungu kwamba Mungu atatembea na wewe katika siku nzima, katika shughuli zako zote Mungu hatakuacha. Tukisoma katika kile kitabu cha Zaburi sura ya tatu, sura ya tano na ule mstari wa tatu, neno la Bwana linasema E Bwana, asubuhi utaisikia sauti yangu, asubuhi nitakuelekea na kutazamia. E, kwamba unajenga ukaribu na Mungu unapokuwa e, unaomba asubuhi. Lakini pia jambo la sita na la mwisho kwa siku ya leo nasema, a, unapokuwa unaomba asubuhi kuanza siku e, unaanza siku yako ukiwa na hekima na maamuzi hii. Kwa sababu maombi humsaidia e, mtu kutafuta mwongozo lakini pia hekima kutoka kwa Mungu, kwamba unapokuwa unaomba asubuhi, kwamba wewe unatafuta mwongozo lakini pia hekima kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo chochote utakachokifanya, basi kitakuwa e, kinatoka kwa Mungu, kwamba hekima zako, maamuzi yako yote, kila unachokifanya, basi unakuwa unamtegemea Mungu. Tukisoma katika kile kitabu cha Yakobo sura ya kwanza na ule mstari wa tano neno la Bwana nasema ukosefu wa hekima akimwomba Mungu naye atapewa. Ukosefu wa hekima akimwomba Mungu naye atapokea, atapewa. Kwa hiyo kumbe, tunatakiwa tuombe Mungu asubuhi ili tuweze kupata hekima ya siku nzima. Mm-hmm. Ah, kwa kifupi ni kwamba kuomba asubuhi ni njia ya kumshukuru Mungu kutafuta ulinzi, lakini kupata nguvu mpya, hekima, na kuanza siku kwa amani na maelekezo ya Mungu. Tusianze siku kwa njia zetu sisi wenyewe, kwa maelekezo yetu sisi wenyewe, hapana. Tunatakiwa tuanze siku mpya tukiwa na Mungu. mm -hmm. Basi ni muhimu sana kuomba asubuhi, na hizo ndizo faida za kuweza kuomba asubuhi. Kwa hiyo usiache kuomba asubuhi. Unapoamka asubuhi, kitu cha kwanza unatakiwa kuomba, wala usitafute simu ilipo wala usitafute chochote. Wewe anza siku yako na Bwana na Mungu asakubariki. Basi mimi nipende kukaribisha sana katika chaneli yetu na kama bado hujasubscribe, basi usisahau kusubscribe. Asante, wa mpaka wakati mwingine.